milioni mia tatu fulani, ako kati zetu, ako kati zetu hapa. Kuna bimbi leo tumeipata kaka, kama ndoto. Ani mimi nikiwa na hela hivi nitawatukani. Acha ufala, mnanipigiaje vibao bku? Nakupiga kibano, nakupiga

azirudishe kwenye masandarusi ndio. Kwa mfanye chapu basi, begi lingine kule lile la ndani hapo lichukue